Leah Ulaya kufungashiwa virago leo ni katika uchaguzi mkuu wa chama cha walimu chini CWT unaofanyika leo JKCC Dodoma. Upepo wa mkalia vibaya rais huyo anayemaliza muda wake, mwenye historia ya kukataa uteuzi wa ukuu wa wilaya aliyoteuliwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassani Upinzani anaokutana nao katika vikao vya awali ni ishara mbaya kwake, wengi wakimlalamikia kushindwa majukumu. Suleimani Matthew Ikomba aliyekuwa makamu wake anaonekana kupigiwa chapuo na walimu wengi kushinda urais, wengi we, wanampongeza kwa kujitoa kwake sambamba na Josefu Misalaba anayegombea ukatibu mkuu kuwasaidia walimu kutatua changamoto zao ni katika kliniki ya Samia Suluhu waliozunguka nchi nzima, wakiwa na watendaji wengine wa serikali. Mwalimu Amosi Nation njia nyeupe kumrithi Abobakari Alawi nafasi ya mweka hazina. Uh, e, tunaweza tukasema Elikenda shika kuliko kumi nenda rudi hivyo ndio unavyoweza kumwambia mwalimu Lea Ulaya uh, kwamba kibu, uh, mwalimu kiburi aliyeteuliwa ukuu wa wilaya na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na kisha kugomea uteuzi huo na kuamua kuendelea kubaki kuwa rais wa chama cha walimu nchini huku akijua kufanya hivyo ni, ni kuikosea heshima. E, chama chake tasnia yake ya walimu na watumishi wa umma dhidi ya mtumishi namba moja nchini na makundi mengine. Lea, aliyeteuliwa sambamba na mwenzake Jafeti Maganga, aliyekuwa katibu mkuu wa chama hicho, wiki hii amejikuta kwenye wakati mgumu baada ya kukumbana na upinzani mkali kutoka kwa walimu e, wa wajumbe wa vikao ambao kwa hakika wameonekana kutofurahishwa na utendaji wake. Hii ndio kusema kwamba Bile, Leah Ulaya atahitaji muujiza kutoka mbinguni kumshinda makamu wake wa rais wa sasa Mwalimu Suleiman Mathew Ikomba ambaye pamoja na walimu wengine kumi na sita wamejitosa kutaka kumngoa mwalimu huyu mtovu wa nidhamu katika kipindi cha urais katika uchaguzi unaotarajiwa kufanyika hivi leo siku ya pili ya mkutano mkuu wa CWT ukumbi wa Jakaya Kikwete jijini Dodoma, duru za habari zinaonyesha Lea akiwa katika wakati mgumu, kutokana na wengi wa walimu kukataa mtindo wa uongozi wake unaohamasisha vurugu, marumbano, majungu, utovu wa nidhamu na kutengeneza makundi ndani ya chama, mambo ambayo ame, amekuwa akiyatumia kwa muda mwingi kuliko shughuli na maslahi ya walimu. Ni, ni kile ambacho kinaendelea, e, kitaendelea leo ambako tunategemea kumpata rais mpya wa chama cha walimu Tanzania, yani CWT. Ili kuendelea kupata taarifa zetu hapa Junii TV, bonyeza kitufe cha subscribe. Asante sana.